Habari zenu, nimerudi tena. Uh, leo nimekuja kuzungumzia uh, hivi vitu vile unavyoviona hapa. Kuna chumvi ya mawe ya bahari, ile nyeupe, lakini uh, hapa kuna rose water. Hivi ni vitu ambavyo vinapatikana kwa urahisi sana. Unaweza ukaenda kuvipata supermarket, unaweza ukaenda kuvipata kwenye maduka ya vyakula, ama unaweza ukaenda sokoni, sehemu ambazo wanauza viungo viungo, ukapata hivi vitu. Sio lazima uende kwenye duka la da dawa za asili lakini hata pia kwenye duka dawa za asili vinapatikana sana. Sasa hivi vitu uh, nimevileta kwa makusudi kwa sababu ni rahisi sana kuvipata. Ah uh, kila mtu ambaye anapitia uh, changamoto za maisha kama kwa mfano kuna namna fulani unajisikia Zorba kwenye mwili wako. Kama unajisikia Zorba uh, labda unafikiria kupita kiasi, kila wakati wewe unajifikiria mawazo mabaya mabaya tu, unakata tamaa, unahisi kujihama, kila sehemu unaoenda unakataliwa, au ma, kuna maradhi unakuwa unaumwa wewe mwenyewe elewi, uh, zamani ulikuwa unakubalika, ukubaliki tena na wakati mwingine, labda hapa upati ndoa, upati mwanaume, upati yani, kuna vitu ambavyo wewe mwenyewe huvielewi, yani mambo yanaenda ndivyo. Kabla sijaendelea, kitu ambacho unatakiwa kufanya, angalia chini ya video, kuna maneno yameandikwa subscribe, bonyeza, na pia kuna alama ya kengele, bonyeza, ongelea, umekuwa mwanafamilia. Chochote kile nitakachokiweka hapa, utakuwa wa kwanza kukipata. Yani nikiweka mada yote mpya, utakuwa wa kwanza wewe kuiona. Pia usisahau kushare na, na watu basi. Tuendelee na mada ama tuendelee na topic. Kitu ambacho unatakiwa kufanya, utatumia chumvi kudekia dekia mazingira yako ambayo unaishi. Pia unaweza kudekia hata sehemu yako ya biashara, kwa sababu chumvi ina matumizi mengi sana ama ina kazi nyingi sana. Inaweza ikaleta heli, pia ikaleta shali. Ehe, inaweza uh, ikafanya vitu vyote kwa uh, wakati mmoja, inategemeana na wewe uh, na na yani na nia yako uh, kwa wewe ambaye unapitia una changamoto zote ambazo nimezisema, kitu ambacho unatakiwa kufanya oga kawaida jinsi unavyoga, chukua ndoo safi, weka maji nusu. Ukishaweka maji nusu, chota ichumvi, kama utachota hata kwa kutumia mkono utahesabu haya madonge, sio? Unaona ndani kunakuwa kama kuna madonge donge, kwa hiyo unaweza ukahesabu hapa madonge hata saba uh, ukaweka ndani ya weka ndani andoo, ya ndoo ya maji ukamimina hii rose water Uh, ukamimina kama vifuniko vitatu ama saba ukaweka ndani ya hiyo ndoo, ukakaa chini, asubuhi jua linapochomoza, ukasema nia zako wewe zile ambazo unataka: nataka, nataka nikaonekane kama jua la asubuhi, nataka nikawe wa muhimu kama maji alivyo wa muhimu, na nataka uh, nikawa muhimu kama chumvi, nataka nihitajike kama chumvi, nipendwe kama chumvi, mtu asiwezi hivi na hivi. Utazungumza kulingana na matakwa yako, jamani. Mimi sijui una shida gani, sijui unataka nini, kwa hiyo utanuia chochote kile ambacho. Ukishamaliza oga, jimwagie okay, okay. jiwaie mabega kushuka chini kisha malizia kichwani. Baada ya hapo, nenda kwenye shughuli zako kama kawaida. utanoweza naweza kupaka mafuta yangu mengine ya kawaida, haina shida. Acha maji yakauke mwilini, paka mafuta kama asubuhi. Utaona mtihani yatumia wakati unakutumia no, mchanganyiko wakati no unakwenda kulala, tumia wakati no unakwenda kulala lala. Ukiamka asubuhi basi oga kawaida tu, paka mafuta yako, nenda kwenye mizunguko yako utakuja kuniambia ni nini kimetokea kwenye maisha yako. Hakikisha unapofanya unaelewa nini unafanya. Kama imani yako hairuhusu, kaa navyo mbali, wala usishiriki. Kwa hiyo shiriki tu yule mtu ambaye unaamini nguvu za ulimwengu. Tofauti na hapo, mm -mm. Usishiriki kabisa. Rose water nadhani mnajua maua rozi, jinsi yanavyopendwa. Chumvi mnajua chumvi ilivyo ya muhimu. Hakuna mtu ambaye atumii chumvi. Sio kila kitu utaambiwa ni vitu vidogo, lakini vina nguvu sana. Nawapendeni sana sana sana sana sana sana. Kama utakuwa umependa hili darasa like. Kama una chochote cha kuongezea andika kwenye comment. Kama una ushauri andika. Nawapendeni sana, bye-bye.